Mtazamaji, picha zinazokujia sasa hivi sio nzuri na kwa ushauri tu haziko uhuru. Hofu na simanzi imeshuhudiwa katika kaunti ya Kitui, subkaunti ya Kisasi, wadi ya Mbitini, kijijini Kasevi pale kijana mmoja kwa jina Nicholas Maidha Mwanzia Sila, kwa umaarufu Niko, aliweza kuingia kwenye bwawa na hivyo basi kuzama maji na kuiaga dunia. Marehemu Niko mwenye miaka ishirini na mmoja alifariki dunia majira ya saa kumi na mbili jioni siku ya Jumapili pale inaposemekana yeye na vijana wengine wawili walijaribu kutoa neti ya kuvua samaki kwenye bwawa hilo. <coughs> Aidha ni tukio la kusikitisha, wanakijiji wanaposema kwamba vijana waliokuwa wakitega samaki naye walikimbia na kutoroka. Marehemu alipoteleza na kutapatapa maji kabla ya kuiaga dunia. Maafisa wa polisi waliwasili asubuhi na mapema wakati mwili huo wa marehemu ulikuwa bado umezama maji na kuamuru vijana wenye ujasiri wa maji kuingia mle ndani mwa bwawa kuutafuta mwili huo na kuweza kuutoa. Miongoni mwa waafisa waliohudhuria tukio la marehemu kutolewa kwenye bwawa hilo alikuwa Assistant Chief Constable ACC Sub County Kisasi Bwana Jimmy Simatwa, na alikuwa na haya ya kusema. Na kwa namna yoyote, tutajaribu ku kujilinda sisi wenyewe. Tunaelewana? Mm-hmm. Kwa hivyo poleni sana kwa mkasa ambao umewapata na tusaidiane, tusaidiane. Ukiona mtoto anaogelea na pale ama ameingia kwa maji, si lazima ukue mzazi wake ndio mkataze wewe, pia ni sisi tukilelea. Ulikuwa naambiwa au tutembea, mtoto akifanya makosa si unamrekebisha? una mm -hmm. Eh, sasa ukiwapata pale wanaogelea hata kama wewe si mzazi wake mwambie hapana. mm -hmm. Kitoke ndani ya ndani ya maji poleni sana na tunaomba tu Mungu aweze kuwafariji. Aidha, akikashif kitendo cha vijana kuvua samaki kwenye mabwawa, Ward Administrator wa Mbitini Afisa Sebastian Kalungu pia aliwasuta vijana kwa kuwakanya dhidi ya uvuvi kwenye mabwawa na timu yake ya security. Wetu na wenyeji hapa, ningependa kuwasalimia mjambo. Poleni. Nilipata hii ujumbe today in the morning nikajua kuna huyu kijana mwenye amezama hapa, na ni poleni sana. Hiyo ni tuseme, ni accident. Ni ajali, so ni poleni Wakati nilipata hii ujumbe pia nimejaribu sana hata wale wa divers mm -hmm. mm -hmm. So in future mkipata hii information, wakati mwingine tutapata information hata sisi wakubwa, vichwa zetu zinaweza kuwa na mambo mingi, haraka unaweza kukumbuka mwingi so in the future, hii information ikuja, maanake tuko na department ya account, ndio within 1 hour hii jambo iko imeisha, ndio tusikae sana kukaa sana, pia watu wa familia ina, inaumiza mm -hmm. So hiyo information ikuje, tupate simu kwa haraka haraka kwa wingi, ndio tusaidiane haraka haraka. Lakini ni poleni, tuzidi venye amesema tuepuke mambo ya mesema, maji kwa hivyo tujikinge. Mungu anasaidia pia mwenye anajisaidia mwili, so, mm -hmm. Tujikinge kabisa ndio tuepuke hii ajali. Sawa sawa, haya, asanteni. Wa marehemu ulichukuliwa na maafisa na kupelekwa kwenye makafani ya Kitui, huku wenye kijiji wakiachwa na butoa na simanzi kwa pigo la ghafla lililowakuta, nikiripotia runinga ya J Mfalme, ni J to the T. Ukipenda nite JT mzee <tik>